Hadithi za Sultani, sehemu pekee ya burudani karibu. Mtoto wa kimasikini anayemsaidia binti wa bilionea. Wapenzi na ndugu zangu wa hadithi za Sultani, tumekutana tena tayari kwa hadithi hii mpya. Hii ni kali na nzuri. Fanya mambo matatu haraka kabla hatujaanza stori. Subscribe kama bado hujafanya hivyo ili tudumishe undugu wetu zaidi, pia like hapo chini Comment: asante Mungu kwa kuona siku mpya, tuambie nini tufanye zaidi. Hadithi yetu inaanza sasa. Alipoondoka shuleni, alihisi kitu kipya, sio hofu, sio aibu, bali tumaini. Usiku huo mama yake alipokuwa akiimba chupa iliyovunjika na kucheza miguu mitupu gizani, Aisha aliketi kando ya mtaro na kuomba Mungu, nilikutana na mtu leo, aliniona Hakuniita mchafu au mwenda wazimu, alisikiliza. Tafadhali niruhusu ruhusu ni, ni muone tena, usiruhusu hii iwe ndoto. Kisha alilala huku akitabasamu usoni mwake mara ya kwanza kabisa baada ya muda mrefu sana. Siri kufichuliwa na ahadi ya bilionea. Walikutana chini ya mti wa maembe kila siku, wakati huo huo, sehemu hiyo hiyo Aisha alikuja miguu mitupu akiwa amevalia gauni lake la kahawia lililoraruka, ameshikilia mfuko wa plastiki na karatasi zilizorarua na penseli butu. Zahra alikuja akiwa amevalia sare yake iliyopigwa pasi na sanduku la chakula cha mchana lililofungwa na mpishi. Wasichana wawili kutoka walimwengu wawili tofauti, lakini walipoketi chini ya mti huo, hakuna kitu kingine kilichojali. Urafiki wao ulikuwa kama moto kwenye baridi. Zahra alicheka zaidi sasa alizingatia darasani, si kwa sababu walimu hatimaye walieleweka, bali kwa sababu Aisha alieleweka. Usisome kama robot, soma kama unazungumza na rafiki yako bora. Zahra alijaribu, akajikwaa, kisha akajaribu tena, na alipoelewa Aisha alipiga makofi kwa furaha kana kwamba alikuwa ameshinda kombe. Macho ya Zahra yakang'aa. hakuna mtu anayenipigia makofi, aliwahi kukiri. Aisha alikodoa macho, lakini wewe ni tajiri je, watu hawakusherekei? Zahra alitikisa kichwa. ni tu ninapovaa vizuri, au baba yangu anapofanya sherehe, si pale ninapopata majibu sahihi. Siku hiyo Aisha alimshika mkono na kusema kitu ambacho hakuwahi kukifikiria kusema, unastahili zaidi. Zahra hakusema chochote, alishika tu mkono wa Aisha kwa nguvu zaidi. Alasiri moja, walipokuwa akishiriki spageti na ndazi za Zahra chini ya mti Zara aliuliza, "Una rafiki bora?" "Wewe?" Aisha alijibu bila kufikiri. Zara alitabasamu, "Mimi pia." Kisha tabasamu lake likapotea. "Aisha, vipi kama baba yangu atagundua? Vipi kama atasema hatuwezi kuwa marafiki?" Aisha alisitisha. Kijiko chake kilininginia juu ya sanduku la chakula cha mchana. "Basi utanisahau. Ndio jinsi inavyofanya." "Hapana," Zara alikoroma. Sitafanya. Hata kasirika, Aisha alinong'ona kwa huzuni. Wanaume watajiri hawataki binti zao kukaa na wasichana kama mimi. Mama yangu anaomba barabarani, Zara. Watu wengine wanasema ni laana. Wanafikiri mimi ni laana pia. Zahara alikuwa kimya, kisha akainama mbele na kunong'ona, wewe si laana, wewe ni uchawi. Aisha alikodoa macho, akashtuka. Uchawi? Zahara aliitikia kwa kichwa. Kwa uthabiti. Nani mwingine anaweza kufundisha vizuri kuliko walimu wangu wote? Nani mwingine anaweza kunifanya nicheke wakati ninahisi kulia? Nani mwingine anaweza kufanya mahali kama hapa kujisikia nyumbani? Kifua cha Aisha kilikazika. Macho yake yalijawa machozi, lakini alikodoa macho haraka ili kuzuia machozi. Uchawi. Zahara alinongona tena. Hicho ndicho wewe. Walianza kushiriki zaidi ya chakula na vitabu vya kiada. Zahara alimletea Aisha brush ya nywele, notepad ndogo ya bluu, hata jozi ya slippers mara moja. Aisha kwa malipo alielezea hadithi za kweli na za kubuniwa, hadithi kuhusu nyota zinazoanguka katika upendo na watoto wa mitaani, kuhusu wasichana waliopata shule na ndoto, na kuhusu mama ambao walipona kwa mvua. Zahara alisikiliza kana kwamba kila neno lilikuwa muhimu. Kwa mara ya kwanza maishani mwake Zahara hakuhisi peke yake, na kwa mara ya kwanza Aisha hakuhisi kutokuonekana. Lakini waliweka siri. Zahara hakuambia baba yake, Bwana Masud, mmoja wa mabilionea wanaoogopwa na kuheshimiwa sana huko Lagos. Na hivyo chini ya mti wa maembe, wasichana hao wawili walijenga ulimwengu wao wenyewe, ulimwengu ambapo majina hayakujali ambapo historia haikuwepo, ambapo binti wa bilionea na mtoto wa mwendawazimu wangeweza kuota ndoto moja pamoja. Siku moja Aisha hakuonekana. Zahara aliketi chini ya mti akingoja dakika thelathini, kisha saa moja. Bado hakuonekana Aisha. Hofu iliingia kwenye kifua chake. Alisimama tayari kukimbia kwenda langoni, aliposikia sauti laini, "Zahara." kulikuwa na Aisha anapumua miguu mimpu uchafu kwenye miguu yake, lakini anatabasamu. Samahani, nimechelewa, alisema. Mama yangu alikuwa na tukio, alikimbia barabarani, ilibidi nimvute mbali kabla hajagongwa gari. Zahara alikimbia mbele na kumkumbatia. Nilifikiri hukuja. Aisha alicheka, hata kama ningelazimika kutambaa, ningekuja. Zahara alijiondoa na kumtazama machoni Siku moja nitamwambia baba yangu na aidi. Aisha alimeza matata kwa ugumu. Vipi kama atasema hapana? Zahara alitabasamu kwa moto machoni mwake. Basi nitapiga kelele hadi aseme ndiyo. Usiku huo chini ya mwanga hafifu wa taa ya barabarani iliyovunjika, Aisha alilala kando ya mama yake ambaye alikuwa akijigunumia mwenyewe akishika jiwe kana kwamba ni mtoto. Aisha aliangalia kwenye anga Mungu alinongona, sijawahi kuwa na rafiki kabla. Tafadhali usiniruhusu nimkoteze huyu. Alifunga macho yake na kwa mara ya kwanza kabisa hakulala akiwa na hofu. Matokeo ya ajabu. Asubuhi ilianza kama nyingine yoyote. Zara alikaa kwenye madarasa yake akivurugika akingoja kengele ya chakula cha mchana. Alikuwa amejibu maswali mawili kwa usahihi katika fasihi, hata mkuu wa shule aliyetaja. Wakati wa mkutano saa 12:35, jioni alikuwa tayari chini ya mti wa maembe. Kisha akasikia mlio wa chini wa SUV nyeusi zikiingia kwenye uwanja. Ilikuwa bwana Masud Zara aliganda. Aisha alionekana anapumua, anatabasamu, miguu mitupu kama kawaida. Bwana Masud alitoka nje ya SUV. Macho yake yalikuwa makali yakikokotoa. Zahra, unafanya nini hapa nje na nani? Bwana Masud alitazama kando ya binti yake na kumwona Aisha. huyu ni nani? Aisha alipiga kichwa chake chini. Zahra alisimama mbele yake. huyu ni Aisha, yeye ni rafiki yangu, ananisaidia, ananifundisha. Bwana Masud alikodoa macho. Samahani, Zara alisema, sababu niliyokuwa nikifanya vizuri shuleni ni kwa sababu yake, ananifundisha wakati wa chakula cha mchana kila siku, na ninamwelewa yeye vizuri kuliko mwalimu yoyote hapa. Kimya kirefu kizito kilifuata. Bwana Masud aliuliza kimya kimya, wazazi wako ni nani mtoto? Aisha alijibu, simjui baba yangu bwana. Mama yangu, yeye ni mgonjwa, anaomba karibu na ushodi watu wanamwita mwenda wazimu, hatuna nyumba. Bwana Masud alitazama ishara hiyo, binti yake akishikilia mkono wa msichana huyu kama uzi wa maisha, na kwa mara ya kwanza alilainika. umekuwa unakuja hapa kila siku ukimfundisha kwa siri? Zara aliitika kwa kichwa. niliogopa hutaniruhusu kumwona tena. Bilionea huyo alimgeukia Aisha, alijikunyata siko hapa kukuumiza alisema polepole pole. Nipeleke kwa mama yako tafadhali. Aisha alitetemeka, Bwana tafadhali, usimwadhibu, hajui ninafanya hapa, yeye si mzima. Kama nitaacha kuja, nitaondoka, usifanye yeye apate maumivu. Sitafanya. Bwana Masuda alisema kwa upole, nataka tu kumwona. Zahra alimtazama baba yake, ahidi hutamfukuza Aisha. Alikodoa macho kwa wasichana wote wawili Watoto wawili kutoka ulimwengu tofauti. Ninaahidi, alisema. Dakika thelathini baadaye, msafara ulisimama kwenye barabara yenye vumbi. Biamina aliketi kando ya barabara, miguu mitupu akitikisika. Bwana Masud alishuka kutoka kwenye gari, akatembea kuelekea mwanamke na akapiga magoti karibu naye. Mama, alisema kwa upole. Mwanamke huyo aliangalia juu. Umeleta guyu niliacha mabawa yangu kwenye gari lako. Machozi yalitoka kwa Aisha. Nitamsaidia, bwana Masuda alisema kimya kimya, ninajua watu anahitaji uangalizi mzuri. Alitoa amri, mtafute daktari Aisha kwenye simu, kitengo cha magonjwa ya akili, tiba kamili bila kuchelewa. Kisha alimgeukia Aisha, na wewe. Moyo wa Aisha ukimbia. Kuanzia leo, wewe si msichana asiye na makazi, aliguna Alipiga magoti mbele yake, akaweka mkono wake thabiti kwenye bega lake na kumtazama machoni. Sasa una baba, muujiza wa tumaini. Aisha hakuamini mwanzoni, hata ilipotazama kupitia kioo chenye tinted, wakati mama yake alipoinuliwa kwa upole kuingia kwenye gari la wagonjwa. Biamina iliwekea hospitali bora zaidi ya akili huko Lagos. Bwana Masud alihamia haraka. Kufikia jioni Aisha alikuwa amechukua oga yake ya kwanza kamili kwa miaka. Zahra alikuwa amempa jama safi. Nywele zake zilikuwa zimesukwa kwa upole. Bwana Masuda alimtambulisha. Huyu ni Aisha. Atakuwa akikaa nasi kuanzia sasa. Muheshimu kwa heshima ile ile mnayompa binti yangu. Asubuhi iliyofuata, Aisha alisimama mbele ya kioo akiwa amevaa sari ya shule ya Queen's Crest aliyokopwa Zahra alipiga makofi kwa furaha. Unaonekana kama mimi. Aisha alitabasamu kwa unyonge. Ninahisi kama ninaota. Huoti, baba yangu alisema. Ni kweli alisema, wewe ni wa hapa. Lakini mimi ni binti wa mwenda wazimu, Aisha alisema, sauti yake ikitetemeka. Zahra alitikisa kichwa. Hapana, wewe ni binti wa baba yangu sasa. Siku hiyo wasichana hao wawili waliingia Queen's Crest pamoja michezo ilifuata yao. Watoto walinongoma walimu walikodoa macho kwa kuchanganyikiwa. Alikuwa amepita lango la mbele kama mwanafunzi. Darasani Aisha aliinua mkono wake kila swali, kila somo. Hakuwa mzuri tu, alikuwa kipaji. Bwana Masuda alitimiza ahadi yake. Mama yake Aisha aliwekwa chini ya uangalizi wa wataalamu katika kituo cha kibinafsi. Dokta Aisha alimhakikishia kwamba hali ya Biamina, ingawa ilikuwa muhimu, ilikuwa inapona. Tutamfanya awe mtulivu, dokta alisema. Itachukua muda, lakini kwa upendo, dawa na muundo, kuna tumaini. Aisha alimtembelea mama yake mara moja kwa wiki. Kwenye ziara ya tano, Biamina ghafla alisitisha, alimtazama Aisha na kunongona, wewe unaonekana kama sukari. Aisha alilia machozi ya furaha. Aisha alizoea maisha yake mapya. Alama za Zahra ziliongezeka, kujiamini kwake kuliongezeka. Alasiri moja ya Ijumaa, Bwana Masuda alimwita Aisha kwenye chumba chake cha kazi. Nimekuwa nikiangalia, alisema, umebadilisha maisha ya binti yangu na yangu pia. Aisha alishusha macho yake. Sikukusudia, nilitaka tu kujifunza. Acheka. Na sasa utajifunza, kwa kadiri ninavyojali wewe ni mtoto wangu na nitakufanyia kile nitakachomfanyia Zahra. Alifungua dro na kumpa aisha tableti mpya kabisa. Aisha alikitazama kama kimetengenezwa na dhahabu, kisha akanongona: asante bwana, asante kwa kuniona wakati hakuna mtu mwingine alifanya. Alisimama na kuweka mkono wake kwa upole juu ya kichwa chake. Hukuwahi kutokuonekana, Aisha, ulihitaji tu mtu wa kutazama kwa karibu vya kutosha. Usiku huo Aisha aniketi kwenye bustani chini ya mti wa maembe. jina langu ni Aisha, alinong'ona, binti wa asiyejulikana, rafiki wa Zahara, mwanafunzi wa Queen's Crest, na sasa ni na baba. Aliweka mkono juu ya moyo wake na ahidi, sitapoteza nafasi hii. Na hivyo msichana ambaye ulimwengu ulimwita binti wa mwenda wazimu akakuwa kitu kibwa zaidi, ishara ya tumaini, muujiza unaotembea. Jibu hai la sala yake ya kukata tamaa. Aisha ilikuwa ushahidi. Baada ya hatimaye ilifungua milango yake na yeye aliingia kupitia hizo, kichwa kikiwa kimeinuliwa. Hakuna mtoto anayezaliwa hana thamani. Kila maisha yana uwezo kwa kufadhili, fursa na elimu. Hata roho iliyosahauliwa zaidi inaweza ibuka. Hadithi ya Aisha inatukumbusha kwamba kitendo kimoja cha huruma kinaweza kuvunja mizunguko ya umasikini na kukataliwa. Ukuu halisi si unakotoka lakini uchofanya wakati mtu anakuona. Amini, inua na usiwahi kumhukumu mtoto kwa hali yake. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu nzuri kabisa. Karibu tena hadithi za Sultani na imani. Umeenjoy na kujifunza? Acha comment, subscribe, pia ofisa hau kulike. Kwa herini, mpaka wakati mwingine.